Namkuongeneko ni kwamba hadhi ya soka humu nchini imedorora kiasi cha kusalia tu katika daftari ya kumbukumbu huku vigogo wa miaka ya awali wakisalia kuhadithia wachezaji wa sasa jinsi mambo yalivyokuwa katika miaka hiyo ya nyuma. Lakini ni nani wa kulaumiwa kwa kushuka kwa viwango vya soka humu nchini? Hawa ndio wachezaji waliozua kero na kiwewe katika kanda hii ya Afrika Mashariki na Kati, walipiga soka safi kiasi cha kupigwa dege na nchi jirani. Walakini sivyo mambo yalivyo kwa sasa. Eli Adero, Josephat Controller Murila, Tobias Jwakali, Ochola George Sunguti, Peter Dao, Ben Musuku na kipa John Busolo walisikika sana saa katika redio enzi hizo. Ni kumbukumbu tu zilizosalia katika daftari. Kwanza wakati wetu tulikuwa tunacheza kwa ajili ya furaha ya mchezo, lakini wakati huu hali ya fedha na kazi imeingia katika mpira the the current crop of players the attitude is not right and from my point of view i can say that uh, might be the the money issue came at the wrong time it's very sad tukiona sasa tuna let the foreigners from outside kuja kucheza hapa whereas at least tuko na wachezaji pia hapa nchini usimamizi duni, ukosefu wa miundo misingi aidha vimechangia kwa timu ya taifa Harambee Stars kutoingia katika mabano ya timu mia moja bora, licha ya fedha kuwepo kwa wingi ikilinganishwa na miaka hiyo iliyotupwa kisogo. Mtu anaanza kuangalia kutoka roots hizo, ndio roots za mpira pale chini na ile, ningependa sana pia tuingilie pia youth wale watoto wadogo pia tuanze na wao. Wachezaji saba hao walitumiwa katika uzinduzi wa nairobi Champions Cup. Mkuu kizazi kipya hakikishinikizwa kawaida. Hassan Juma, KTN michezo.